Timu ya kisheria ya msanii wa filamu na muziki nchini Marekani, Teyana Taylor inataka mume wake wa zamani wa msanii huyo aitwaye Iman Shumpert kufungwa kwa dhihaka, ikidai kwamba alivujisha kandarasi ya siri kuhusu talaka yao kwa makusudi kwenye vyombo vya habari. Kwa mujibu wa hati ambazo zilipatikana na TMZ Hip Hop, Teyana anadai kuwa amechezewa vibaya kwenye mitandao ya kijamii kutokana na ripoti za kupotosha kuhusu nani alipata nini kwenye talaka hiyo. Taylor anasisitiza kwamba hakukuwa na makubaliano kabisa, kwa sababu pande zote zilipata kile kilichotolewa na mahakama, ikiwa ni pamoja na magari na basi la ziara, ambayo anadai alililipia mwenyewe. Teyana anadai kuwa Maybach aliyonunua ilikuja baada ya Iman kugonga, kuharibu na kuacha Rolls-Royce yake bila kubadilisha kuhusu ripoti zingine, Teyana anasema alipewa mali nne na Imani alipewa mali tatu, ikiwa ni pamoja na ghorofa moja katika jiji la Miami huko nchini Marekani, ghorofa ambalo anadai yeye alipewa na Imani kama zawadi hapo awali. Ikumbuke kwamba utaratibu wa talaka huko kwa nchi za wenzetu, punde tu watakapokuwa miachana, basi sheria inabaki pale pale, yaani wote wawili wanagawana mali ambazo walikuwa wakizitumia kwa pamoja. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.